Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Samson Fredrick, nimeokoka na mpenda Yesu Aa. Mimi ni mzee wa kanisa katika kanisa la Peace City lililopo karibu na uwanja wa mkanada chini ya Askofu Dr. Fredrick Simon. Ni mwalimu ninayefundisha masomo mbalimbali ya uchumi, ya malezi bora ya watoto, lakini na mambo mbalimbali ya kibiblia. Leo nina somo zuri sana ambalo natamani tuweze kushiriki kwa pamoja Aa, somo ambalo nimelipa kichwa Wafundishe watoto wako maadili mema hautaishi nao milele. Wafundishe watoto wako maadili mema hautaishi nao milele. Kuna changamoto kubwa ya kimalezi, ambayo wazazi wengi wanawalea watoto katika namna ya kuwadekeza na kuwafanya kuwa kama kuku wa interchiki, yaani malezi fulani ya kuwadekeza watoto ya kuwafanya watoto wa, waishi wanavyotaka wao bila kuchapwa bila kuelekezwa bila kufundishwa, na kutengeneza kizazi ambacho ni kizazi ambacho ni cha ajabu mno. Sikiliza. Aa, ni ukweli usiopingika kwamba wewe leo ni mzazi, lakini kesho unaweza ukafariki. Je, unapofariki unamwachaje mtoto wako? Utamwacha mwanao kwenye mazingira gani ambapo mwanao ana uwezo wa kuweza kujitegemea yeye mwenyewe, na unatakiwa ujue tu kwamba uh, unapofariki hata wale ndugu ambao walikuwa karibu na wewe wakati mwingine wanaweza wasiwajali watoto wako. Kwa hiyo ni vizuri sana kuhakikisha unawapa watoto wako malezi bora ambayo yatawafanya wakue katika uimara ambao hata kama nyie wazazi mkiwa hampo wataendelea kufanya vizuri hata bila nyie kuwepo. Kwa hiyo tuna, tunaenda kuona kwamba malezi ya kudekeza, malezi ya kudekeza na kudekeza ni malezi, ni malezi mabaya ambayo hayatamsaidia mwanao. Kumbuka somo linasema, wafundishe watoto wako maadili mema, hautaishi nao milele. Chochote kinaweza kikatokea, na utakapoacha watoto wako wakiwa wenyewe wataweza kuishi bila kuwategemea ni lazima wafundishwe. Na andiko kuu hapa, tutaenda kuangalia Mithali ishirini na mbili na mstari wa sita. Mithali ishirini na mbili na mstari wa sita, Biblia inasema, hili ni andiko ambalo linajulikana na wengi. Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa, hata hata mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa kawaida namna mtoto anavyolelewa ndivyo atakavyokuwa. Japokuwa inawezekana mzazi ukajitahidi kumlea mtoto katika njia njema, lakini akatoka nje ya mstari, hiyo pia inawezekana. Lakini ikitokea mtoto ametoka nje ya mstari, bado kutakuwa na neema ambayo ipo juu yake, ikimfuatilia na kumlejesha kwenye mstari. Mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mithali ishirini na mbili na mstari wa sita. Sasa tunaenda kuangalia mambo ambayo mzazi anatakiwa afanye ili mtoto aweze kuwa mtoto bora, akuwe katika maadili bora maadili mazuri, ambapo hata kama mzazi ikitokea amefariki, bado huyu mtoto atakuwa na uwezo wa kujisimamia. Jambo la kwanza ni jukumu la mzazi kumfundisha mtoto wake. Ni jukumu la mzazi, wewe unayenitazama, kumfundisha mtoto wako. Ni jukumu la mzazi kumfundisha mtoto wako. Kumbukumbu la Torati tutaenda kuangalia Kumbukumbu la Torati sita na mstari wa sita na wa saba. Kumbukumbu la Torati sita mstari wa sita na wa saba, Biblia inasema na maneno haya Ninayokuamuru leo ya kuwa katika moyo wako. Sorry, nitarudia tena. Kumbukumbu la Torati sita mstari wa sita. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na kuondokapo. Kumbe Biblia inasema ni jukumu letu kuwafundisha watoto wetu kwa bidii. Je, wewe kama mzazi unamfundisha nini mwanao kwa bidii? Wewe kama mzazi unamfundisha nini mwanao kwa bidii? Unamuwekea makatuni kwa bidii, unamuwekea mamuvi kwa bidii. Je, umepata muda wa kumfundisha mambo mema kwa bidii mwanao? Kwa sababu jinsi unavyomlea mwanao ndivyo atakavyokuwa. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunawafundisha maadili mema watoto wetu kwa bidii. Jambo la pili, ni jukumu la mzazi kumlea mtoto katika maadili mema ni jukumu la mzazi katika kumlea mtoto katika maadili mema. Na ndo tumeosoma katika hiyo Mithali ishirini na mbili na mstari wa sita kwamba inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, haya ndo maadili mema, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kumbe ni jukumu letu wazazi, ni jukumu la kila mzazi kumlea mtoto katika maadili mema. Niliwahi kuona familia moja, wanaona mtoto ni mtoto mdogo tu ndo ambaye anaanza kutembea na anaanza kuongea, akatukana wakafurahi. Eh, amekuwa. We unafurahi mwanao kutukana eti amekuwa? Yaani, ukikosa kumlea mtoto wako katika maadili mema huyu, usishangae akawa, unatengeneza mtu mmoja mbaya wa baadaye. Lakini jambo la tatu ni jukumu la mzazi kumfundisha mwanao habari za Mungu wako. Ni jukumu lako kumfundisha mwanao habari za Mungu wako. Sasa utamfundishaje mwanao habari za Mungu wako wakati wewe mwenyewe Mungu wako humjui? Hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo mtoto ataishi mazingira na kukua kwa namna anavyowaona wazazi. Ili uweze kupata kizazi bora, ili uweze kupata watoto bora, ni lazima wewe kama mzazi uhakikishe unawafundisha misingi ya Mungu wako watoto wako. Basi tutaenda kuangalia Zaburi 78, Zaburi 78, Zaburi ya sabini na nane, Zaburi ya sabini na nane. Zaburi ya sabini na nane mstari wa nne mpaka wa sita, Biblia inasema, hayo hutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Haleluya, haleluya. Narudia tena, narudia mstari wa nne hayo hutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo, na sheria aliiweka katika Israeli, aliyowaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari, ndio hao wana watakaozaliwa Wasimame na kuwaambia wana wao. Kumbe ni utaratibu wa Kimungu kwamba tunatakiwa kizazi kiwaambie kizazi na kizazi kiwaambie kizazi kingine. Tutawezaje kufikia hatua uh, ya kizazi kimoja kuambia kizazi kingine kama sisi wazazi hatuwafundishi watoto wetu habari njema za Mungu wetu? Ni lazima tuhakikishe tunawafundisha watoto wetu habari njema za Mungu. Yoshua 24:25. Yoshua 24:25. 25. Biblia inasema, Basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile akawapa amri na agizo huko Shekemu. Umeona? Yoshua 24:25. Basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile akawapa amri na agizo huko Shekemu. Yoshua mstari wa ishirini na sita. Yoshua akayaandika maneno haya katika kitabu cha torati ya Mungu, kisha akatoa jiwe kubwa akalisimamisha huko chini ya ule mwaloni uliokuwa karibu na patakatifu pa Bwana. Yoshua anawasisitizia watu na kufanya nao agano ili waweze kuwafundisha watoto wao. Lakini si hivyo tu, ukisoma Timotheo wa pili, Timotheo wa pili, Timotheo wa pili sura ile ya tatu mstari wa kumi na nne hadi kumi na tano. Na Timotheo wa pili Timotheo wa pili sura ile ya tatu mstari wa kumi na nne hadi kumi na tano Biblia inasema, na kuandikia hayo nikitarajia kuja kwako hivi karibu, lakini nikawia, upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo za msingi wa kweli na bila shaka, siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, aka akajulika kuwa na haki katika Roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Ili Mungu aweze kuhubiriwa katika ulimwengu aweze ku kujulikana na kupata nguvu zaidi, ni lazima tuhakikishe tunawafundisha watoto wetu. Watoto wetu wakimjua Mungu tunayemtumikia, kizazi chetu kitakuwa ni kizazi bora zaidi, lakini wasipomjua Mungu tunayemtumikia, itakuwa ni ngumu mno. Lakini jambo la nne Mzazi anatakiwa awe kielelezo chema kwa matendo. Mzazi anatakiwa awe kielelezo chema kwa matendo. Hapa tutaenda kuangalia Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na moja na mstari wa kwanza. Awezi kumfundisha mtoto yale usio yaishi. Biblia inasema nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Hapa ni Paulo anaonyesha kwamba yeye anaotufundisha anayatoa kwa Kristo. Yani, hauwezi kumfundisha mtoto yale usio yaishi. Unamkataza mtoto usivute sigara, wakati wewe unavuta bangi. Unamkataza mtoto usinywe pombe, wakati wewe unakunywa gongo kabisa. Unamkataza mtoto aache malaya, wakati anakuona unaingiza wanaume. Haiwezekani, ni lazima pia tuwafundishe watoto kwa matendo yetu. Kama unamfundisha mwanao kutoa sadaka, akuone na wewe unatoa, na yeye unampa hela na anaenda kutoa Unamfundisha mtoto wako kwa matendo, unamfundisha mtoto wako kuomba. Hauwezi kumfundisha mtoto wako yeye aombe halafu we auombi. Auwezi kumfundisha mtoto wako kitu asome Biblia wakati wee hakuoni ukisoma Biblia. Kile ambacho unataka mtoto wako akijue, lazima pia na wewe uwe unakiishi. Lakini pia jambo la tano, ni vizuri sana kuwaombea watoto wako kila siku pata muda wa kuombea watoto wako kila siku. Tuangalie Biblia katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya kwanza na mstari wa tano. Ayubu moja tano. Ayubu moja tano. Biblia inasema palikuwa Ayubu moja tano. Biblia inasema basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, aka kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema yumkini kwamba hao wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioni mwao. Ndivyo alivyofanya asubuhi siku zote. Kumbe unaona, Ayubu alikuwa ni mtu ambaye anawaombea watoto wake anatoa sadaka kwa ajili ya watoto zake na kuona kwamba ni jambo la kufanya kila siku kwa ajili ya watoto wake na, lakini pia wewe mwenyewe unaweza ukaenda kusoma Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba hadi ishirini na nane tuone pia Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza uh, sura ile ya kwanza na mstari wa ishirini na saba. Samueli wa kwanza moja ishirini na saba Biblia inasema, Samueli wa kwanza ishirini na saba Biblia inasema, naliomba nipewe mtoto huyu Bwana akani akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo, mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana. Naye akamwabudu Bwana huko. Kumbe unaona, tujifunze kuelewa kwamba hawa watoto tumepewa na Mungu, na tuwafundishe namna ya kumtumikia Mungu wao tuwafundishe namna ya kumtumikia Mungu wao. Tunaweza tukaona pia Isaya 54 na mstari wa 13. Isaya 54 na mstari wa 13. Isaya Isaya 54:13. Isaya 54:13, Biblia inasema Isaya 54:13, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Ukiwa, ukimruhusu Bwana awafundishe watoto wako, amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Ni namna gani watoto wako wataweza kupata fursa ya kufundishwa na Bwana? Ni pale utakapokuwa ukiwaombea watoto wako kila siku. Pata muda wa kuwaombea watoto wako lakini, pia jambo la sita, pata muda wa kuwasikiliza watoto wako, pata muda wa kuwasikiliza watoto wako. Kuna mambo ambayo mengine sio ya kuwaombea tu, ni kuwasikiliza, na unaweza ukajua namna gani ya kuwasaidia. Tutaenda kuangalia kile kitabu cha Yakobo moja na mstari ule wa kumi na tisa. Yakobo hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema, wala kukasirika. Tunatakiwa tuwe wepesi wa kuwasikiliza pia watoto wetu. Sikiliza, inawezekana kupitia kusikiliza unaweza kugundua kuna mambo ambayo aa, mtoto wako tayari zimeingia kama ni mbegu za Ibilisi, na unaweza ukajua ni namna gani ya kumsaidia. Hasa hasa katika kipindi ambacho watoto wanapokuwa wana balehe, ni kipindi kizuri cha kupata muda mzuri wa kuongea nao na kupata kusikiliza mawazo yao ili uweze kujua ni wapi ambapo wana changamoto, ili uweze kuwarudisha pia kwenye mstari. Lakini pia katika malezi yote usiache kumkemea na kumwadhibu anapofanya makosa. Usiache kumkemea mwanao na kumwadhibu anapofanya makosa. Mithali 29:17. Mithali 29:17. Mithali 29:17, Biblia nayo inasema mrudi mwanao naye atakusta, atakustarehesha na atakufurahisha nafsi yako. Unapomrudi mwanao akakaa kwenye mstari akakuwa kwa namna njema ambayo unaipenda mwisho wake itakuwa ni furaha. Tena Biblia inasema hata kustarehesha nam, hata kufurahisha nafsi yako, hata kufurahisha nafsi yako. Lakini usipomrudi mtoto na mtoto akikataa kurudiwa, ujue mwisho wake itakuwa ni hasara, itakuwa ni vurugu, itakuwa ni kilio, itakuwa ni machozi, itakuwa ni kilio na kusaga meno, kwa sababu huyo huyo mtoto wako anaweza akawa akawa ni kikwazo kwako. Uh, lakini pia ukisoma Mithali kumi Mithali kumi na tatu Mithali kumi na tatu na mstari wa ishirini na nne Biblia inasema yeye asiyetumia fimbo yake, yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Usipotaka kumrudi ukafanya malezi ya kudekeza dekeza tu, ya kudekeza dekeza, hutaki kumchapa, hutaki kumrudi. Kumrudi au kumwadhibu kidogo ni njia ya kumuonyesha kwamba hili ni kosa, silitaki rudi kwenye mstari. Na ukijifanya hutaki kumchapa, eti ndo nampenda wewe, ndo haumpendi. Badala yake yule ambaye anamrudi mwanaye ndiye anayempenda. Ushawahi kuona, kuna watu ambao mzazi anataka amrudishe mtoto kwenye mstari, lakini wao ndo kazi yao kuonyesha kwamba Ah, mzazi anakuonea, mzazi anakuonea. Hao, hiyo ni sumu mbaya sana. Mtoto anapokosea ni lazima arudishwe kwenye mstari kwa kuadhibiwa, lakini pia Waebrania kumi na mbili na mstari wa saba, Waebrania kumi na mbili na mstari wa saba, Waebrania kumi na mbili na mstari wa saba Waibrania kumi na mbili na mstari wa saba Waibrania kumi na mbili na mstari wa saba Biblia inasema ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahili, Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babae? Ni kwa ajili ya kurudiwa mwaistahimili Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Mstari wa nane: basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Wewe ukiwa ni mtoto ambaye hautaki kukemewa, hautaki kuelekezwa, hautaki, hautaki kuonywa, pff, ni hasara. Biblia inasema wewe usio mwana, utakuwa mwana wa haramu, utakuwa ni mwana wa haramu. Ili umfundishe mtoto wako kuishi maisha mazuri, maisha ya kumpendeza Mungu, ili mwanao aweze kuishi vizuri, ni lazima mzazi uwe na jukumu kubwa la kumfundisha mwanao. Mungu akubariki sana, ni mimi Samson Fredrick. Usisahau kushare na kusubscribe. Uwe na siku njema, amen.